Mali imesema mji wake mkuu Bamako uko chini ya udhibiti baada ya waasi kushambulia chuo cha mafunzo ya maafisa wa kijeshi cha Faladi. Kundi la wanamgambo la JNIM lenye mafungamano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi hilo na maeneo mengine mjini Bamako. Milio ya risasi ilirindima katika mji huo mkuu wakati vyombo vya usalama vilipokuwa vikiwakabili washambuliaji. Mji huo ulikabiliwa na hali ya wasiwasi, huku makundi ya vijana yakishika doria ya mitaani. Video zilisambazwa mtandaoni zikionyesha mwanamgambo mmoja aliyekuwa amejihami kwa silaha akiwasha moto injini moja ya ndege. Video nyingine ilionyesha mtu aliyekuwa na bunduki akifyatua risasi dhidi ya ukumbi mmoja mtupu wa uwanja wa ndege. Wizara ya Uchukuzi nchini humo imesema kuwa shughuli za uwanja wa ndege zilizuiwa kwa muda ili kuepusha kutokea kwa hatari zozote. Jeshi la nchi hiyo limesema kundi la magaidi lilijaribu kuingia katika shule ya mafunzo ya kijeshi ya Faladi na kwamba operesheni za kuwasaka zinaendelea. Mkuu wa jeshi Jenerali Omar Diara alitembelea shule hiyo baada ya tukio hilo na kuwaambia waandishi habari kwamba shambulio hilo tata sasa limedhibitiwa na wavamizi kukabiliwa. Kulingana na taarifa ya jeshi, shambulio hilo lilisababisha vifo vya watu kadhaa, ikiwa ni pamoja na maafisa wa jeshi wa shule hiyo ya Faladi.